Juu ya tukio ambalo liliripotiwa siku ya tarehe 22 mwezi wa 5 2025, ambapo mtoto wa miaka sita mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya Celestini iliyopo katika Biwa Njombe alipata tukio la ubakwaji. Katika tukio hilo, jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi wa mkoa wa Njombe pamoja na wasamalia wema tumeweza kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa huyo ambaye amefahamika kwa jina la Danieli Kashulilo alyansi Done. Huyu ana umri wa miaka 39 ni Mbena, Mkristo, mkazi wa Chaugingi hapa Njombe, na hii inatokana na taarifa za raia wema ambao alizitupatia kwa kushirikiana na wazazi wa mtoto. Kwa uchunguzi wa jalada hili unaendelea, na utakapokamilika mtuhumiwa huyu atafikishwa mahakamani. Wito kwa wakazi wa Njombe, tunapongeza na tunaendelea kuwapongezeni kwa kuendelea kushirikiana na sisi katika utoaji wa taarifa wa uhalifu pamoja na wahalifu, na bado tunaendelea kusisitiza wanafunzi wanapokuwa wanakwenda shule basi waendelee kutumia makundi ambayo yatasababisha hawa watu ambao wana tabia za ubakaji wa watoto wasiweze kufanikiwa kutekeleza matukio hayo. Katika... ma juu ya tukio la ajali ya moto kuunguza kibanda cha biashara na kusababisha kifo cha mtu mmoja. Mnamo tarehe 26 mwezi wa tano 5 2025 majira ya sa saa kumi ya alfajiri huko katika mtaa wa sekondari, kata ya Maguvani, tarafa ya Makambako na wilaya ya Njombe, kumetokea tukio la ajali ya moto ambayo iliunguza kibanda cha biashara cha mbao cha mtu ambaye amefahamika kwa jina la Yohabu Edward Kirowoko miaka 37 alifariki ndani ya kibanda hicho akiwa katika hali ya ulinzi wa kibanda hicho ambacho kiko mbele ya nyumba yake. Chanzo cha tukio hili bado kinachunguzwa kwa kushirikiana na idara ya zimamoto. Mwili wa marehemu ulionekana ulikuwa umeungua mwili wote mzima, na mwili wa marehemu ulifikishwa katika oso, kituo cha afya Makambako kwa ajili ya taratibu zingine za kisheria kwa maana ya matinani kuchunguza mwili. Lakini kimsingi tunaendelea kutoa wito kwa watu wote ambao wana vibanda vya biashara ambavyo ni vya mbao kuchukua tahadhari wakati wanapokuwa katika shughuli nzima za ulinzi wa vibanda vyao na kuchunguza masuala yote kutokuwa na vitu hatarishi kama majiko ya mkaa na kuhakikisha mifumo ya waya katika vibanda hivyo kama ni umeme basi iko thabiti lakini pia tunapenda kutoa taarifa kwa umma juu ya mafanikio ya jeshi la polisi jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kumkamata mtuhumiwa ambaye amefahamika kwa jina la Danieli Kafudilo Done huyu ana miaka 39 ni mbena mkazi wa chau wingi kwa tukio ambalo lilitokea tarehe 22 mwezi wa tano 2025 ambapo binti wa miaka sita wa shule ya msingi Celestini alibakwa. Tunaendelea tena kutoa wito kwa wazazi kuhakikisha kwamba watoto wanapokuwa wamekwenda shuleni, basi waende kwa makundi, na sisi kama jeshi la polisi tunashukuru tunashukuru kwa ushirikiano ambao wananchi wa mkoa wa Njombe wameotoa kwa, kwa, kwa jeshi la polisi katika kuhakikisha kwamba mtuhumiwa huyu anapatikana. Katika mahojiano ya awali mtuhumiwa ni mwenyewe aliyofanya tukio hili, na taratibu za kisheria zitakapokuwa zimekamilika, basi atafikishwa mahakamani. Kwenye upande wa moto mm-hmm. ambayo amefariki dunia. Sasa hivi tunafahamu kwamba tunaingia kwa kipindi cha baridi kwa mkoa wa Njoro. Mm. Kama jeshi la polisi mnatoa rai gani kuhusu hali ya kuepuka majanga haya ambayo watu wa wanaweza wa, wa, wa wa kawasha jiko ndani lakini kwa hiyo tunapata madhara. Kimsingi mpaka dakika hatujajua chanzo cha tukio hilo. Lakini kuna maelezo yangu ya awali nimezungumza kwamba tumeingia kwenye kipindi cha baridi na hivi e, sasa watu wengi bado wanaendelea kutumia majiko ya mkaa kwenye vibanda wakiwa katika hali ya ulinzi. Kwa hiyo nikasema wachukue tahadhari za kuto kulala na majiko ya mikaa ndani ya vyumba vyao kama ni ndani ya nyumba au kwenye vibanda vyao.